Chozi mwanangu, kulikoni? Mjuku wangu, naona nalia na huu ni muda wa kuwa darasani. Kuna nini? Hebu nieleweshe, nielewe. Mama, siwezi kusomesha mke wa mtu, na ndio maana unamwona huyu nimemleta hapa nyumbani kwako, uamue wewe kama utampeleka shambani kama utamwozesha, hiyo ni juu yako wewe mwenyewe, lakini mimi siwezi nikasomesha mtoto wa kike hata siku hii nimsomeshe mtoto wa kike, hmm? yani wa kike ana faida gani kwangu, hmm? Yaani nimpe elimu kubwa mtoto wa kike ambaye anakuja linaolewa huko linapata mamimba likiwa shuleni, hiyo eh, ni hasara nani. Siwezi nikasomesha mtoto wa kike, ndio maana nimekuletea huyu huyu mjukuu wako, ukae naye wewe. Mimi siwezi, siwezi nikaribu hela zangu kwa ajili ya mwanamke. Mimi nimpeleke shule mtoto wa kike ambaye anakuja, linaweza ukashangaa bado liko shuleni linasoma, afu linapata mimba hmm? Hiyo inakuwa ni hasara kwa nani? Pesa so zangu, nikua si bora hata ningenunua nguruwe nikafuga. Mtoto nitakayemsomesha ni mtoto wa kiume tu, huyu ndio naweza nikamsomesha, na ndio ana faida kwangu, lakini sio mtoto wa kike, hawezi akaenda shule. Huyu baba, nahitaji kusoma, ninaweza kutimiza ndoto zangu, ili niwe daktari, ili niweze kuwatibia Watanzania wanaokwenda India kutibiwa matatizo yao ya moyo. Ili naweze kupatia hapa Tanzania. Kama na kama sinifanye hivyo baba. Tangu kusoma. Mpumbavu wewe mnyama zao. Yaani wewe ndio kwa daktari wewe. Hivi hivi hata wewe mama, huwezi kufikiria eh? Kuna madaktari wangapi bingwa, mahospitali makubwa hapa Tanzania lakini hauwezi kutibu moyo. Aje akatibu mpuzi kama huyu. Hivi eh, nyinyi wenyewe hai inaoingia akilini hii? Huyu huyu huyu daktari bingwa huyu eh, yani mwanamke? Wale kuna wanaume wangapi hapa Tanzania madaktari bingwa, lakini wameshindwa kutibu tatizo la moyo, uje ukatibu wewe? Hebu acha kuongea ujinga, mama. Nimesema huyu atafutie mwanaume aolewe, huwezi kwenda shule huyu mwanamke, baba. Lakini kila mtu na uwezo wake <laughs> na Mungu hivyo Nimeshasema, wewe shule uendi. Nimekuleta kijini ukalime au uolewe. mvuzi wewe, tena sisikia unaongea ujinga. lakini bibi, nisitaki kuenda shamba kus, baba, kusoma mi nataka kuwa daktari <laughs> mi ndoto zangu najua zilipo, baba, tazama, Dokta Samia Suluhu Hassan ni rais wa Tanzania, ni mwanamke lakini, hadi sasa anayoongoza Tanzania na ina amani, anai babotakigunisa Tazama spika wetu wa Bunge la Tanzania, Ana Makinda ni mwanamke, lakini adiria amenangoza bunge letu. Baba, niache nisome, nami nina haki ya kusoma, si mnaona? Sasa nimewambia huyu mtoto ni kichaa. Huyu aweze kuongoza bunge la Tanzania? Hebu ona, anajitolea mfano ki mtoto wakili kama huyu, aja asome awe rais? Huyu atamwongoza nani? Huyu aongoze nchi? Huyu eh? Hivi hivi hamwezi kufikiria hmm? anajilinganisha na watu wenye elimu, wale wana elimu sio kama we, we. Eh, Mungu akupa nini wewe? We, Mungu nini nini akupe. Mama mimi ninachosema ni kitu kimoja tu, sihitaji huyu aende shule, hawezi akaondoa korona sijui sijui ana makinda eh, sitaki kusikia. Nimesema hivi, wewe utafutiwe mchumba na uolewe. Siwezi nikapoteza pesa zangu kwa ajili yako we, we. Kupeleka mwanamke shule ni upumbavu. Watapeleka wao, lakini sio mimi. Mimi kwangu mtoto wa kike unapokuwa kidogo atafutiwe mchumba, aolewe. Huyu na shule wapi na wapi? Shule wanasoma watoto wa kiume eh. Watoto wa kiume wa wanaweza kusimama kwa mambo mengi ya msingi. Huyu huyu atakuja kutusaidia nini kama sio anaolewa? Haya, mimi namsomesha sasa, eh, anakuwa mkubwa, anaolewa, anakuwa na kazi nzuri, anaenda kusaidia mume wake huko. Atatukumbuka sisi? Mtoto wa kike kwenye familia yangu mimi, hapana. Mpuzi mkubwa wewe! Tazama waziri wa elimu Tanzania, umi mwalimu ni mwanamke, ameweza kupambana na korona nchini kwetu hadi meondoka oja. Mimi baba nishindwe, baba nakomatu, baba nisomeshe, baba usana, hmm? Ebu mwache mtoto asome ili aweze kufikia ndoto zake. Mi mama yake nimeshindwa kusoma, sijaweza kufikia ndoto zangu, lakini nakuomba mume wangu. Nakuomba sana mpe mtoto nafasi ya kusoma, anazo ndoto zake, anahitaji kufikia malengo yake, mwache asome, atimize ndoto zake za kuwa daktari, usimkatili Huyu ndo mtoto wetu wa kwanza, mpe nafasi ya kusoma ili hata aje kuwa mfano kwa wadogo zake wengine, kwa sababu isitoshe mtoto anapenda kusoma, mwacha asome mtoto. Nakuomba sana, mama, naomba unisaidie, mwambia mwanao aimanishi, kwa sababu mimi mama yake nimebebea mimba shuleni, sijasoma, kwamba na yeye anaweza kuwa hivyo ana ndoto zake, ana malengo yake, ana haki ya kusoma kama ambavyo wanasoma watu wengine. Mtoto mwenyewe ikasema kwamba rais wa Tanzania ni mwanamke, spika wa bunge ni mwanamke, wapo madaktari wakubwa ni wanawake. Na mimi mwanangu atafikia ndoto zake endapo babake atampa nafasi ya kumsomesha. Anaweza timiza ndoto yake. Nakuomba sana mama, mwambie mwanao asisi, kwa sababu mimi nimebebea mimba shuleni, labda na yeye atakuwa hivyo. Hapana mama, mpumbavu mkubwa wewe. Unaongea nini wewe? Yani mama, katika watu kuongea hapa ni huyu huyu, ndo mpuzi mkubwa huyu. Kama ameweza kubeba mimba yeye shuleni, mwanaye anashindoje kubeba mimba shuleni? Maji siku zote anafuata mkondo. Hmm, mama alibeba mimba shuleni na mtoto alibeba mimba shuleni, wanawake ni hii moja. Kwa hiyo huwezi ukaniambia wewe ulibebee mimba shuleni afu mwanao asibebee mimba shuleni. Maji yanafuata mkondo. Kama alipata mimba shuleni, basi na mwanao atapata mimba shuleni huko. Kwa hiyo nimeshamaliza, nimesema huyu atafutiwe mchumba, aolewe. Mama, kazi ni kwako, tafuta mchumba aolewe huyu, au mpe kazi zozote za, za mashambani huko ende akalime. Ndio faida ya mwanamke, lakini mwanamke hana faida nyingine yoyote duniani. Na elimu siyo haki kwa mwanamke, elimu ni haki kwa mwanaume peke yake. Kimbulu mkubwa wewe! Chozi mwanangu, unafika mbali sana mwanangu. Unaposema nimwezeshe mtoto mdogo kama huyu ni kosa la kisheria, mm? Hivi unapata wapi ujasiri wa kuniambia mimi nifanye hivyo? Naomba upunguze hasira. Kingine mwanangu, unapotaka kuchukua maamuzi, naomba sio na paniki sana. Na huyu ni mtoto wako, naenda naye taratibu, sawa? Sababu nakuomba ukapumzike, hii mada tuiache, tutaiendeleza kesho. hmm.